Wapendwa familia ya Mungu, wahashamu maaskofu, washimiwa wapadre, mashemasi, watawa wa kike na wa kiume, jamaa wa marehemu Padre Joseph kama kuna mwakilishi, wapendwa waamini walei wenye nafasi mbalimbali mbali katika jamii yetu na viongozi mbalimbali. Familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Jubilei ishirini ishiri na tano, mahujaji katika matumaini, tumefika hapa leo kwa ajili hiyo kuadhimisha. Mahujaji katika matumaini, tumefika leo pia kwa ajili ya kumpa heshima ya kikristo huyu mwenzetu ambaye tumesikia historia yake, tangu akiwa mdogo sana alijiunga na maisha ya kujitoa kwa ajili ya utumishi kama misionari, akawa kiongozi wetu wa kiroho. Sasa tunampa, tunampa jina marehemu, jina ambalo wanapata wote wanaoingia katika nafasi hiyo na ukipaa heshima hiyo kabla ya wakati wake, ushangilii. Basi, kwa hali hii tunamwombea, kwa sababu anahitaji sala zetu. Alikuwa mwombezi kwa wengi, leo tunakuwa ndio mwombezi. Tunaomba kwa ajili yake, Padre Joseph Herzstein wa shika la Roho Mtakatifu. Tumesikia kwamba alifika Tanzania mwaka wa sitini na sita na akapangwa kufundisha seminari ndogo ya Mtakatifu Yakobo. Mimi na wenzangu tukawa ndio wanafunzi wake wa kwanza. Mtu ajui Kiswahili, anatufundisha Kiingereza kisya, tukifahamu. Sasa hapo walikuwa ni changamoto kubwa, kijana mzuri wa kizungu nywele nyeusi kubwa nyingi Asa leo kwenye picha yake ukiangalia ni tofauti kabisa. Nani kamchakaza? Ni sisi. Ametumika kwa miaka hiyo kwa sababu aliamini kwenye kutumika, na alikuwa sio tu mwalimu wa Kiingereza bali alituhamasisha jambo la ajabu sana, kumpenda Mtakatifu Marco Mwinjili, akituhamasisha kufuata safari za Yesu akitembelea watu na nafasi mbalimbali. Sasa malezi hayo ametuachia, ndio urithi wake. Aliyofanya ni mengi kwa watu wengi, wana tukuwahesabu wana tusijaribu kuhesabu. Itoshe tu kusikia ile historia yake iliyosomwa, inaitwa ni historia fupi, ile refu tutasikia baadaye kule mbinguni. Haya machache tumeshirikishwa hapa tu, mengine mengi kwenye masanduku ya maungamo, kwenye ushauri ofisini, kutembelea wagonjwa, kutoa ushauri hapa na pale. Yote hayo aliyafanya, haya hesabiki kwa miaka hii Mungu aliompa. Ni kumshukuru Mungu kwa kweli kwa mtu huyu ambaye alijitoa maisha kwa ajili ya utumishi wa Mungu. Amemtumikia Mungu na kanisa kwa kuyatoa maisha yake maisha yake, angeweza kuchukua maisha mengine pia, lakini alichagua kuchagua maisha haya na akabaki nayo. Tunamkabidhi katika ibada hii kwa muumba wake, tukimwombea huruma ya Mungu na pumziko la milele. Pumziko la, la, la hapa duniani limekwisha. Sherehe ya mwisho kumfanyia hapa duniani ndio hii ya kumuaga, hii ndio sendefu yetu na mwaga hasa huko alikuwa aliko kwenda kwa matayarisho aliyofanya atajisikia nyumbani, kama kujiandaa kwenda huko. Ameshaenda huko, lakini tunaamini kwamba kwa haya alikuwa anayafanya, namshukuru Mungu, alituonesha wazi kwamba anapenda Mungu, ana imani naye, alimtegemea na amejitolea kwa kweli kikamilifu alivyoweza. Aidha, tunatoa pole kwa uongozi wa shirika na wanashirika wote, pamoja na jamaa zake, marafiki na ombolezaji tuliofika hapa, kwa kuwa tumeguswa na msiba huu kwa namna moja ama nyingine. Poleni sana kwa msiba huu ambao umetupata sisi sote, poleni. Ndugu zangu, Padri kwa muda aliopewa na Mwenyezi Mungu kwa maisha yake na utumishi wake, ameandika ameandika haya ambayo tumeyasoma, mafupi sana na machache. Ameandika, tunajiuliza, wewe unaandika nini? Mimi ninaandika nini? Ikifika siku yangu nini isomwe? Ukipenda unaweza kuandika haya maneno mwenyewe. Halafu ile siku ikifika, wanachukua tu anayesoma. Ukipenda usipoandika, watasoma wataandika wengine watakayo bunia, bunia machaji. Lakini muhimu tujue kwamba tunavyoishi na watu ndivyo tunavyoandika watakayokumbuka, na leo tunayasoma ambayo tumesikia aliyotuandikia kwa maisha yake, alivyogusa watu mbalimbali mbali. Imani ndugu zangu, imani yetu ya Kikristo, ya Kikatoliki inatufundisha kwamba kila tunapompatia mwenzetu ibada hii ya maziko, tunakumbushwa kuwa sisi ni wahujaji, sisi ni mahujaji katika matumaini. Mambo yote tunayofanya, kama hakuna matumaini, unayofanya nini, nini cha kufia? Ni familia yako? Ni mwili wako? Ni mali zako? Ni ndoto zako? unawekeza muda na matumaini katika mambo gani? Basi hili tukio linatukumbusha sisi ni wapita njia, lakini sio ya kujumla jumla tu, wa matumaini. Kuna mshahara, mfanyakazi anachapa kazi kweli, akitarajia mwisho wa mwezi nini Kurushwa eh? Kurushwa? Hapana, mshahara na kiangua kule ambako unapatikana mshahara kumekatika kabisa, hapo inakuwa changamoto. Basi daima tumwombe Mungu atufundishe, Mungu atufundishe ufupi wa maisha yetu ili tuweze kuwa na hekima zaburi ya tisini aya kumi na mbili hiyo zaburi inatuambia tuombe mwalimu mungu mwenyewe roho mtakatifu atuongoze atufundishe inawezekana ukaona hivyo ukafanya tu kama vile ujaona kwa mazoea kwa kuwa namhusu mtu mwingine lakini atufundishe ufupi wa maisha yetu baba hapa amepata miaka mingapi ya kuishi 80 ngapi sasa una mingapi? Bado mingapi ufikie hapo? Unakula nini ili ufikie hapo? Ufupi wa maisha yetu, ili kwa kutambua sisi si wa milele, tujipange vizuri, tujipange vizuri. Hii ndio hekima. Hekima tunayoomba ni ile aliyofundisha Nabii Mika akituambia mambo matatu anasema Mungu amekuonyesha yaliyo mema. Maisha pa duniani mema ni mengi sana. Mungu amekuonyesha yaliyo mema, ewe mtu. Sasa anachotaka Mwenyezi Mungu anapokuonyesha mambo hayo ni hiki ni hiki. Amekupa afya njema, fursa nyingi na nzuri. Amekupa pia changamoto za maisha amekupa nafasi ya kuonesha unampenda Mungu ama unamchukia. Amekupa nafasi ya kumpenda mke wako, mume wako, watoto wako. Amekupa nafasi ya kuiba? Hapana, nafasi ya kutenda kwa haki. Basi nabii anatuambia anachotaka Mwenyezi Mungu kwako ni hiki: kutenda mambo ya haki, kutenda mambo ya haki. La kwanza hilo, hebu turudie in la kwanza Mungu anataka, sio kama naomba hiyo. Yesu ndiye Mungu wako, muumba wako, anataka ni sana, please. Mungu ana please, anachotaka kwetu sisi viumbe ni kutenda mambo ya haki. Alafu ya pili, kupenda kuwa na huruma. Kupenda kuwa na nini? Hebu turudie. Nani asipenda kutendewa kwa huruma? tunakosa hiyo huruma sana kwa jamii sasa hivi, kwenye familia zetu, kwenye ofisi zetu, makazi yetu, tunakosa huruma sana sana. Sasa natuambia huyu nabii mambo matatu: kwanza ni kuwa kutenda mambo ya haki, na kupenda kuwa na huruma, na la tatu kuishi kwa unyenyekevu na Mungu wako. Kuishi kwa unyenyekevu na Mungu wako, hebu rudia hilo. Haya maneno matatu ya Mika hebu yatusaidie. Huyu baba alijitahidi, baba kweli alijita-, tuliofahamu huyu baba aliishi mambo hayo. Mika sura ya sita aya nane natupatia maneno hayo mazuri kwamba Mungu anachotaka kwetu ni hayo matatu. Tukiyafanyia hayo kwa kweli, familia zitakuwa nzuri, maisha yatakuwa mazuri, fa serikali, kila kitu kitanyoka vizuri sana. Tukiboronga katika hayo, changamoto ndizo kubwa, vilio, madonda, makovu na kutelekeza yale ambayo ni ya heshima sana. Tunafahamu kwa Joseph, katika maisha na utume wake, maneno hayo ya nabii Mika yanamweleza vizuri, alijali na alikuwa makini kutenda alivyotakiwa kufanya iwe ni kwa kanisa mashirika au na Mungu, alijitahidi. Ametuachia mfano, alionesha uhai, uthabiti wa imani yake na utume wake. Aliishi kwa hekima, hakutangaza mimi na hekima, hapana. Ukiongea naye utadhani kwamba hajui kitu, lakini ana vitu vingi sana. Ametuachia mfano wa maisha ya utulivu, kwa mtu mtulivu ana papara papara maji gambo pana. Unajua, Mungu amemwaminisha roho za watu. Hata akiwa kiongozi akajitambua ni mtumishi wa watu. Sasa mfano huo ametuonesha, ndivyo alivyoandika historia yake. Alikuwa ni mwajibikaji mzuri. Tunaomba kina baba, kina mama wazazi wawajibike, mapadi tuwajibike wajibika hiyo ndio heshima yako, kipimo cha upendo wako ni wajibikaji wako. Alikuwa na ushirikiano usiokuwa na mikwaruzo, wako ambaye anashirikiana lakini kwa matarajio fulani, hakuwa na mikwaruzo mi. Huyo ndio Joseph ambaye leo mwili wake uko hapa. Alipoishi nasi, alituacha mambo hayo. Maisha namna hiyo humwandaa mtu kwa ile siku anayoieleza nabii Danieli katika somo la kwanza, siku ya mwisho. Siku ya mwisho itakuwaje? Siku ya mwisho Mikaeli atakaa pale, Mungu anapiga mahesabu. Ni siku ya kudhihirisha wachezaji ni wa nani na mashabiki ni wa nani. Kuna mashabiki kuna wachezaji kwani uwanjani, wanaokaa uwanjani wa nani eh? mashabiki wanakaa wapi eh? kwenye majukwaa huko, kwenye kuna VIP na lakini, majukwaa majukwaa tu eh. Sasa kuna wanaokaa kwenye majukwaa, kuna ambao wanakaa kiwanjani ili wacheze sasa Swali la msingi ni hili, nani apewe tuzo kwa uwajibikaji mzuri? Ni wachezaji ama mashabiki? ms mm. E, wachezaji ndio anapiga mpira huko, mwenye ukosa apate haya, kila mtu ana stahili yake, lakini mwisho wa yote tunahesabu na nikashinda na nikashindwa, lakini wale mashabiki wanaambulia nini? Makelele. Unaweza kuchangamka sana unakasirika ukamtukana mtu lakini wewe ni shabiki tu. Wanapata tuzo ni wachezaji, wanakaa kiwanjani, wanafuata sheria. Kuna kanuni za kucheza. Wanajali kanuni. Natafuta ushindi. Basi Nabii Danieli anatueleza kuhusu walioandikwa katika kitabu kile cha uzima. Ndio namna ambayo Kristo ametuachia. Kweli Kristo amesema vikazeni roho. Kuokoa roo watu rooza pia maendeleo pia ya kimwili, lakini kuokoa roho za watu kipaumbele kiko hapo. Basi tuto ushirikiano kwa maadi wetu na viongozi wetu, mabratha na masista wanapotuletea ujumbe, tusianze kufikiri ametuletea nini, ametujengea nini, aondoke tu hana faida hapa. Hapana. Unaweza kujenga kuliko majengo watu, na tunapotoka na kuyumba kama watu sio majengo. Anayejenga watu huyo ndiye anayejua za kujenga, kwani Kristo alifanya hivyo akakita kituambia tubuni na kuamini njema. Ni mtoto wa Mungu nie, sio vitu, sio atumwa. Tambueni hilo, namlishike hilo tujitambue na kuwajibika na kushirikiana katika Kristo kwa matendo. Ndivyo tutakavyoweza kuenzi kazi na matumaini ya misionari yalituachia jasho lao, upendo wao, na mipango mizuri ambayo kwa hakika, na na na kwa, kwa hakika tukizingatia tutakuwa na mbele kiroho na kimwili. ata mara ingine kwanyaa ya jigo ashirika uongozi wote, wanashirika wote, marafiki washirika pia na waamini wote tunaoomboleza tukio hili, Mungu atupe nguvu ya kujifunza kuchota hapa, tuendeleze, tusiomboleze tu, tuendeleze maisha yao na utume wao, ili turithishe pia kwa zama zetu, kizazi kijacho, mambo mazuri tuliyopokea kwa misionari ambaye ni Mungu amewatuma kwetu, wajitolee nafsi kwa ajili ya ufalme wa Mungu.